Ni wahakikishie Simba Sports Club katika msimu huu mpya unaenda kuanza jezi ambayo itaenda kuvaa, wataenda kuvaa brandi ya kimataifa <laughs> Jayrutty Investment East Africa Limited, tumeingia mkataba mkubwa sana na one of the very international And reputable brand in the world. Brandi ambayo imevalisha timu nyingi sana kubwa za kimataifa, ambapo Simba Sports Club sasa itaenda kuvaa jezi ambayo itakuwa na viwango bora kabisa duniani. Tumesha saini mkataba na tumesha seal the deal. Pongezi zimwende CEO wa Simba Sports Club, mwanasheria wa Simba Sports Club Hosea, pamoja na timu nzima ya marketing ya Simba Sports Club, maanake Jayrutty ilibidi tuongozane nao kuhakikisha kwamba tunaenda kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. So ni watoe hofu wana simba, mwaka huu na miaka inayofuata, mambo yatakuwa mazuri sana. Tunakuja kuonesha tofauti. Auwezekani ukawa namba nne kwa ubora Afrika, but you are not wearing international brand. Sisi kama Jayrutty Investment East Africa Limited tumehakikisha Simba inaenda kupata thamani na jezi ya Simba inaenda kupata thamani inayostahili kulingana na ukubwa wa klabu yetu hapa nchini. Ndio maana tumewekeza fedha nyingi. Hizi ni fedha ambazo Jayrutty inawekeza kwa Simba Sports Club, lakini kuna fedha ambayo Jayrutty imewekeza kwa hiyo international brand. Kuna watu wanaweza kujiuliza, nadhani mnafahamu wengi wanajaribu, it's very difficult to get international brand, it involve a lot of procedures, a lot of hard work, end of the day watu wanakata tamaa, but for the first time katika nchi yetu ya Tanzania Simba Sports Club ndio inakuwa club pekee ya kwanza kuvaa jezi ambayo ni international branded. Ndugu waandishi wa habari na wana Simba, naomba kuwaambia kuanzia sasa mtakuwa mnafuraha kuwa na so, kifani na uhakika kwa ushirikiano ambao tuko nao na Simba Sports Club, sisi Jayrutty tutajitahidi kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba Simba inarudisha heshima yake sio tu nchini Afrika na duniani. So niwaambie tu ndugu zangu kwamba this time tumekuja na utofauti, na washukuru sana Simba kwa kutuamini na nadhani wenyewe mmeona. Nadhani muda si mrefu kutokea leo tutaenda kuzindua rasmi na mtafahamu which brand ambayo Simba inaenda kuivaa, ni jambo litakuwa jema sana kwa wanaSimba wenzangu. Uzuri wenyewe mimi ni mwana Simba ambao naipenda Simba kutokea ndani. Kwa navyozungumzia Simba nazungumzia kitu ambacho nahusikanacho 100%. Nafahamu Simba tunahitaji nini? Nafahamu na Simba tunataka furaha aina gani? Niwahakikishie, kuna wengine anaweza kuwa nawaza, najua ukivaa international brand hata kosti inaongezeka, si ndio? Utaambiwa jezi ni dola sabini ambayo unakuta almost laki moja na themanini, si ndio? Sasa mtu anaweza kujiuliza, sisi tunaweza kweli? Niwahakikishieni tutapata ubora wa hali ya juu katika bei rafiki kabisa. ko kama mwana simba jivunie kwamba kama ulikuwa unaweza kununua jezi zilizopita utaweza kununua na hii, kwa sababu tuta, tutapeleka katika bei ambayo ni rafiki zaidi.